Sisi kama Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma na wilaya ya Songea Vijijini, jimbo la Peramiho, tumejipanga vilivyo kwenda kushinda kwa kishindo, kwa sababu mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu mgombea wetu wa Chama Cha Mapinduzi ameteuliwa na tume tayari kama mgombea halali, na tuna wagombea wa vyama vingine takribani 14. Lakini tumepima tumefanya tathmini, tumezunguka huko, tunakutana na wanachama wetu, bado tunao ujasiri wa kusema kwamba chama cha mapinduzi tuna mgombea aliye bora kuliko vyama vingine vyote ambavyo tunakwenda kushindana navyo, lakini hilo wa alikutufanya tulale usingizi kwa sababu tuna mgombea bora, Daktari Bunungu. Tumezunguka sisi, chama cha mapinduzi, tunaamini mtaji wetu wa kwanza kwenye uchaguzi ni wanachama wetu. Tumezunguka kata zote 16 za jimbo la Peramiho tumekutana na wanachama wetu, tumekutana na viongozi wenzetu, tumezungumza, tumejipanga na tunaendelea kuomba kura za wananchi wote, itakapofika tarehe 26 mwezi huu wa pili, waende wakamchague Dr. Bunungu Lazaro Kilian Komba. Na kwa nini tumeweka nguvu sana mchaguzi huu mdogo wa marudio? tunaamini ni kama kiraka kinapaswa kuzibwa. Sasa ikiwa nguo yako ni ya blue imepata tafurani kidogo, unapaswa kuweka kiraka. Huwezi kuchukua kiraka cheupe kaweka kwenye nguo ya blue. unachukua kiraka cha blue kikakae pale. Na haya tumewaeleza wananchi tangu tulipozindua kampeni, hata tulivyokuwa kwenye vikao vyetu vya ndani. Hata tairi likipata pancha kwenye chombo cha usafiri wa ba gari, basikeli, pikipiki utachukua taili la aina ile ile kwenda kuziba. Kwa hiyo watu wa Peramiho tumeendelea kuwaeleza kwamba wanayo kila sababu ya kuendelea kukichagua Chama cha Mapinduzi, na wametuhakikishia hawatafanya ajizi, hawatafanya mzaa, kwa sababu wameiona dhamira ya dhati ya Chama cha Mapinduzi katika kuwaletea maendeleo, hasa katika kipindi cha awamu ya sita chini ya Dkt. Samia. Sisi linapofika swala la uchaguzi, Chama cha Mapinduzi hatujali tunakwenda kushindana na nani. Sisi huwa hatuhesabu vyama vingapi vya, vya ukubwa gani vimeingia kwenye huo uchaguzi. Sisi tunakwenda kuuza sera zetu kwa wananchi, tunakwenda kuwaeleza nini serikali ya CCM imefanya na nini tunatarajia kufanya, tunakwenda kuwaeleza juu ya uwezo wa mgombea wetu kwayo, kwa hiyo kutoshiriki kwa vyama baadhi ambavyo wao kwa kuto kuvunja sheria wameamua kuto kushiriki uchaguzi. Sisi tunatumia nguvu ile ile ya kwenda kumfikia kila mwananchi kwenda kumuomba kura, iwe hivyo vyama ulivyovitaja vingeshiriki ama havikushiriki. Na kuhusu ushindani, wewe labda ndio unasema kwamba hakuna ushindani, lakini sisi tulioko site tunaona, unafanya mkutano hapa, watu wanafanya mkutano hapa, nimeweka hapa, watu wameweka hapa. Kwa hiyo na na, na na na na sisi hatutaki sana kuwaza kwamba wenzetu wana ukubwa gani, wana nini, wana nini, kwa sababu hata wao wataja wenyewe wana mashindano ya kujipa vyeo. Kuna watu walikuwa wanajiita wenyewe ndio wanang'ang'ania, sisi ndio chama kikuu cha upinzani. Sasa hivi hawataki tena hicho cheo, wanasema sisi ndio chama kikubwa cha siasa. Kwa hiyo kama wao wanang'ang'ania ukubwa wa siasa au kujisema kwamba sisi sio chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa nchi hii, it's okay. Hii nchi ni huru, kila mtu anaweza kusema vile anajisikia, lakini sisi hatuangalii mkubwa ama mdogo. Malengo yetu ni kuwafikia wapiga kura wa jimbo la Peramiho, na hata hacho mtu tutafika kwa kila mwananchi wa Peramiho kabla ya tarehe ishirini na sita tutakwenda kuomba kura, tumeambizana kama wana CCM. Kampeni hizi ni za nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, shuka kwa shuka, hatutaki abaki mtu nyumbani. Tunataka watu watoke, wakatimize haki yao ya kikatiba ya kupiga kura, na si tu kupiga kura, kwenda kumchagua Dr. Bunungu kuwa mbunge wa Jimbo la Peramiho kupitia Chama cha Mapinduzi.